Mtemi eh, alishika pasati, nikashika pasati, akapiga nikala, akala nikala, akala nikatoka, akalenga vili, nikaeka akapiga buti, katoka katoka, nikatoka apa kaekaii, kaekaii, nikashika hii hapa, akaeka hii nikashika hii apa, akashitua nikamiksi <laughs> nyuva misi kabidi alihuku nikala hii nikala kala nika nika tumbukiza nikapigia buti akapaki. Alivyopaki nikaweka akashitua nikarudi. Nilivyorudi nika nika akaweka hii akaweka ile minikakaba hii